Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumanne, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Marko sura ya nane aya ya kumi na nane hadi ya ishirini na moja. Nitaisoma. Wafuasi wake Yesu walisahau kuchukua mikate, wala chomboni hawana ila mkate mmoja tu. Akawaagiza akasema Angalieni, jihadharini na chachu ya mafarisayo na chachu ya Herode. Wakabishana wao kwa wao kwa kuwa hawana mikate. Naye Yesu akatambua akawambia, mbona mnabishana kwa sababu hamna mikate? Hamfahamu bado wala hamjaelewa? Je, mioyo yenu ni mizito? Mna macho hamuoni? Mna masikio hamsikii wala hamkumbuki nilipovunja ile mikate mitano na kuwapa wale elfu tano mlichukua vikapu vingapi vimejaa vipande? Wakamwambia, kumi na viwili. Na ile saba kuwapa wale elfu nne mlichukua makanda mangapi yamejaa vipande? Wakamwambia, saba. Akawambia, hamjafahamu bado? Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, Yesu Kristo baada ya kukataa kutenda miujiza na ishara na maajabu kwa wale Mafarisayo, anakuja kwa hawa waliyeamua kumfuata. Anasema, kama mmeamua kunifuata mimi kwa moyo wenu wote, kwa wafuasi akasema, kaeni mbali na chachu ya makundi haya mawili. Kundi la kwanza ni wale Mafarisayo ambao walikuwa ni wanafiki wanajiona kwamba ni watu wa Mwenyezi Mungu, lakini ndani mwao wamejaa unafiki. Kundi la pili lilikuwa kundi la Maherode. Maherode hawa lilikuwa ni kundi la watu ambao walikuwa wakimshabikia, wakishabikia utawala wa Herode aliyekuwa ni mtawala aliyekuwa akiua watu, alitaka kuweza kumuua Yesu. Herode alimuua mke wake, Herode aliua pia watoto wake kwa hiyo likaibuka kundi ambalo lilikuwa linashabikia kwamba utawala wa Herode uendelee, hata kama kuna watu wanakufa, watu wanauawa, hata kama Herode ana tabia ya kuiba wake za watu, wakawa wanamshabikia kwamba aendelee kutawala. Kwa hiyo Yesu Kristo anawaambia, sikilizeni, mjiepushe na kila aina ya unafiki kutoka kwa Mafarisayo, mjiepushe na kila aina ya ushabiki katika mambo ya kisiasa, ya kuweza kuwashabikia viongozi ambao wana tabia ya kuwaua watu. Akasema mtu yeyote ambaye ni Mkristo ameamua kuweza kuwa mfuasi wa Kristo ajitenge na hayo makundi. Hadi leo tuna kundi kubwa sana la watu ambao wanajiita ni wafuasi wa Kristo, ndani mwao wamejaa roho ya Ufarisayo. Roho ya Ufarisayo ndani mwake ina unafiki. Unajiona kwamba umejitenga na dunia, lakini bado ndani mwako unafanya mambo mabaya kwa watu wengine, bado unamjaribu Bwana. Unaonekana kwa nje, una mavazi mazuri ya ibada, lakini ndani mwako umemwacha Bwana hadi leo hapo. Hadi leo hii kuna watu ambao wanataka kuweza kuwatumikia mabwana wawili, wanataka kumtumikia Herode na baadaye pia wanataka kuweza kumtumikia Yesu. Yesu anasema hivi, jitenge na roho hiyo ya kuweza kuwashabikia viongozi wakati hujui, hujui kesho na kesho kutwa huyo kiongozi ataondoka. Herode ataondoka. Herode akiondoka, itakuwaje? Na kesho baada ya hapo, na utasimama mbele za Mwenyezi Mungu. Badala ya kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu unawasifia viongozi ambao hawa watapita. Hadi leo, Yesu anakataa kitendo hicho. Baadaye alipowaonya hawa viongozi wa kidini, wafuasi wake wakaanza kubishana njiani. Yesu akasema mnabishana na nini? Kwa nini mnabishana? Mabishano yapo katika suala zima la mikate, katika mambo ya kula, na hii tabia hadi leo ipo Asilimia kubwa ya wafuasi wa Yesu wanabishana katika mambo madogo madogo. Ugomvi mkubwa katika maeneo ya makanisa, katika vikundi vya sala ni habari za kula, habari za kula. Unashangaa kabisa, vikao mbalimbali, kulikuwa kuna sherehe fulani tumeifanya, mimi sikula, sikushiba shiba, mlinyima chakula. Yaani tumegeuza eneo la nyumba Mwenyezi Mungu kwamba ni sehemu ya mabishano. Watu anasusta anaacha kwenda kanisani kwa sababu ya kula kwa sababu hakupewa tenda ya kuweza kuuza chakula, anaacha. Vitu kama hivyo, kula imekuwa ni ajenda katika mambo. Mwenyezi Mungu anasema mbona katika safari ya maisha kuna mambo makubwa Mwenyezi Mungu ameyatenda? Mbona nimetenda mambo mengi hamjaelewa? Hayo hamjaelewa, kwamba Mwenyezi Mungu yeye, hamjaelewa kwamba ana uwezo wa kufanya mambo ambayo ni makubwa zaidi ya mambo ya chakula. Anakuja kuwaonya anawaambia, nimekaa na ninyi kwa muda wa miaka mitatu mmekuwa mkiwafungua watu wengine mapepo, mkiwazibua katika hali zao mbaya, wanasikia mabubu, wanasema na mimi pia, nimekuwa nikiwafanya mabubu waweze, ku, waweze, ku, waweze, ku, waweze kusema na viziwi waweze kusikia. Lakini ninyi ambao mmeambatana na mimi kwa muda wa miaka mitatu, usiku na mchana, tuko pamoja na ninyi, mna masikio lakini hamsikii. Akasema akaongeza kitu kingine kibaya zaidi, anasema kwamba mna macho lakini hamuoni. Unaweza ukawa ni kiongozi, unaweza ukawa ni mfuasi wa Yesu lakini huna macho, ni kipofu, huoni fursa, hupati maono, ni kipofu. Hawa waliambatana na Yesu kwa muda wa miaka mitatu lakini walikuwa hawaoni, hawaoni fursa mbalimbali, ni vipofu. Walikuwa wanafanya miujiza lakini wao walikuwa hawaoni. Anawaambia kwamba mna masikio lakini hamsikii, viziwi hawasikii neno la Mwenyezi Mungu. Unaweza kuwa unahubiri, unawatendea mambo mengine makubwa, lakini wewe kulisikia neno la Mwenyezi Mungu likubadilisha inakuwa ni ngumu. Je, una macho ya rohoni ya kuweza kuona, au kila siku wafungua watu wengine, lakini wewe huoni? Wenzako wanafanikiwa lakini wamebakia pale pale. Una masikio ya rohoni ya kuweza kusikia neno la Mwenyezi Mungu, au kazi yako ni kuongea watu wengine wasikie, lakini wewe husikie neno la Mwenyezi Mungu. Tumwombe Mwenyezi Mungu, sisi ambao ni wafuasi wa Kristo, tuweze kuwa na sikio la rohoni, sikio lile litufanya tusikie neno la Mwenyezi Mungu tubadilike. Tuweze kuwa na macho ya rohoni, tuweze tuweze kuona, tusiwe na vipofu wa kuweza kuona ukweli wa Mwenyezi Mungu, tupone kupitia upofu wetu, na katika hilo tukuwa wafuasi wa Kristo. Wa akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina.